Uh, sina budi ya kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Konga Jerry William Slaa kwa kazi anayoifanya kazi kubwa sana na ilotukuka. Na mara baada ya kumwandikia barua ya kuwa mgeni rasmi na kuja kuzindua ofisi yangu alikubali, lakini kwenye risala yangu nilikuwa na changamoto ya nishati ya umeme, naye alilibeba, na baada ya na kulibeba kwamba atatekeleza. Two weeks. Nikaona umeme unawaka kwenye jengo langu kwenye jitihada kubwa sana ambazo zifanya, na kilio kila ambacho ilikuwa anafunilia kwenye ofisi yangu na mbele ya wananchi aliahidi e, kwa mdomo wake na macho yake ya nyama akiona jengo linavyong'aa ilikuwa ni bashasha kubwa sana. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwamba Mheshimiwa Jerry Slaa ana moyo kujitoa, ana moyo wa upendo. Kwa hiyo kwenye jimbo letu la Ukonga mi nasema kwenye mtaa wetu wa Zingiziwa mitano tena. Hayo mengine wengine wapige kelele, lakini mitano tena kwa mheshimiwa Jerry William Silaa. Sijaona mtu mwingine ambaye e, atakuja kunishawishi mimi na, na wananchi wangu kwa sababu kazi imeona inafanyika, lakini si umeme tu kuwaka kwenye ofisi yangu. nina asilimia tisini na tano kwenye mtaa wangu umeme unawaka, ni asilimia tano tu, lakini napozungumza hivi, jana nilikuwa na, na masurvey ya kutoka uh, kanda namba saba wamezunguka kwenye eneo ambalo walikuwa wamebakia na wamepiga akapata, uh, hesabu ya nguzo tisini na tatu nguzo ndogo na nguzo kubwa, nguzo nane biashara. Mimi nitakuwa nishamaliza kwenye swala la umeme. Sasa tuseme nini kwenye chama cha mapinduzi? eh, mama Samia, mbunge tuseme nini? Sisi hatuna cha kusema. Kwanza umeme sisi tulisema kwamba ni sehemu uh, ya, ya kung'alisha jengo letu lakini pia pamoja kung'alisha jengo letu ni usalama na mahitaji mengine kama kuchaji simu. Lakini tunaposema umeme, umeme una mambo mengi yaani sehemu hapo kwa panaonekana, maana unajua pale kuna kuna nyumba ya mtu au kwenye ofisi hizi kwa ofisi ukawa na kiza. Ndio maana uh, tu walileta wa, wa, wa, wa, wa, wa, li, di sola, wajia, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanga unapatikana uh, eh, nchi nzima, lakini umeme wa gridi ya taifa ambao uko kwenye Dar es Salaam hapa E, eh, tuliona umuhimu sana kwepo umeme na sisi tuweka umeme, tuone ushiriki wanashirikije mbunge kwenye hili jambo, na alitushika mkono kwa sababu aliona tunafanya kazi, na hakuwa budi kusema kwamba hapana, na washika mkono kwa hakikisha umeme unawaka. Una mahitaji yake na muhimu wake, sijui kwamba hapa ni eneo ambalo kidogo liliachwa muda mrefu, na ukiangalia miti kiza hiki, kukiwa na mwanga watu wanakuwa na amani, na watu hawawezi kuogopa kwamba kuna jambo lote, kama vile kwa, kwa nadhani kwamba kuna makaburi kwa hiyo mwenyekiti wa ofisi serikali za mtaa, ilikuwa mnakaa kwenye fremu hiyo ah, siwezi kuzungumzia historia. Mimi nazungumzia sehemu ambapo nilipoanzia na nilipoendelea. Kifokasi yangu ilikuwa wow. kwamba niwe na ofisi nzuri. Hiyo frame ilikuwa upande upande uliopita kipindi kile cha cha, cha nyuma, mbona siwezi kuizungumzia. Nazungumzia pale nilipopokea ofisi na mwendelezo wa ofisi yangu, nini nikifanye, matumaini yangu na mawazo yangu, nilikuwa nafikiria nini ndani ya miezi sita, ndani ya miezi sita kitu hicho eh, natamani ndani ya miezi sita mingine, kuna kitu kingine kinakuja. Okay, eh, eh, eh, mama yupo, kwa sababu mama tunafanya kazi chini yake si wakilishi wake, mama lazima tuwe naye. Na suni utaona, kuna kalavati inatengenezwa, inawezekana. Si kalavati si kivuko ambacho kitaenda kuunganisha mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani kupitia wilaya aa, ya Mkuranga, ambayo hiyo barabara ni kubwa sana pia inapita pembezoni mwazuu yazingiziwa kwa hiyo ukija kwenye zuu Zingiziwa ukitokea Mtwara, pita Dondwe, pita Mkuranga unafika zuu ya Zingiziwa. Kwa hiyo waziri tu, aliongea na waziri mwenzie, Waziri Ulega akasema natuma tume yangu, injinia wa Tarura kutoka Mkuranga alikuja kama wiki mbili tatu zilizopita nyuma, amepia ameandika mkadirio na jana ilikuwa afike kwenye eneo kuangalia mkadirio, lakini amekuwa na changamoto kidogo, kulikuwa na ugeni wa kitaifa mkitoa uh, idabitoli kwa Mkuranga kwa hiyo hakuweza kufika. Tuna imani kubwa na serikali yetu. Tuna imani kubwa na chama chetu. Tuna imani na viongozi wetu. Tunahakikisha tutavuka. Kwa majina, Aa, ah, kwa majina anaitwa Jafari Jumanne Masanja. Lakini maarufu wanapenda kuita chapa ya ng'ombe ndama yape. Unajua <laughs> <laughs> ah, oga na maanisha yani agu haipingwi. Yaani tukiwa la kwetu tunafanya kwa ushirikiano. Kwa hiyo wameniita ile kutokana na, na misimamo yangu ya kazi. So mimi kwenye kazi oga sirudi nyuma. Nipe kitu kukisimamia utakipenda. Eh haijalishi kwamba bana hapa tunaenda kuf, kufanya hivi nipe tu unaona ile jengo milioni 700 mradi ulifika pale mwenge ulikuja pale ukasema Ilala metuheshimisha mimi nilikuwa mwenyekiti na takriban milioni 700 zimedondoka kwenye mkono wangu nilikuwa na saini mwenyewe mwenye, kama mwenyekiti wa kamati ya ujenzi lakini pia nilikuwa mwenyekiti wa bodi pale miaka 12 kwa hiyo nilikuwa naamini kinacholetwa cha wa Tanzania kiwarudia wa Tanzania kiwahudumia wa, wa, wa Tanzania kwa sitaki mimi kupindisha pindisha Naitwa Jafari Jumanne Masanja, maarufu chapa ya ng'ombe ndama yape. <laughs> Yaani mambo haya ni meupe, sio meusi. Nikusema ndama yape, manake ng'ombe ndama yule mweupe ana ana longolongo. <laughs>